Qawadihu alshahada, vitu vinavyotia dosari ushahidi, vitu vyenye kutia dosari ushahidi wa mtu. Smineelewa ekwan? Watu wajidaidai mashahidi, shahidi, shahidi, kujitia ushahidi, shahidi, eh, ushahidi, shahidi, mi mimi shahidi. Kwa hiyo kuna vitu vinatia dosari katika ushahidi wa mtu. Minelewa ekwan? Hadithi hii ameipokea Imamu Tirmidhi rahimahullahu taala katika kitabu Shahadati katika jamii yake, fahimtum ya ikhwan. Katika mlango unaitwa babu ma jaa fi man la tajuzu shahadatuhu, mlango unazungumzia hadithi zilizokuja kuzungumzia mtu ambaye haufai ushahidi wake.

Anadhofishwa katika hadithi. Hadithi ina maneno ndani yake, wala yurafu hadha lhadithu min hadithi zuhri illa min hadithi aifamiki, katika hadithi zuri isipokuwa kadika hadithi za huyo Yazid bn Ziyad. Vilevile waakhrajahu Dara Qutni, alimamu Dara Qutni ameipokea hadithi, kisha akasema

Ushahidi hapa, tunazungumzia ushahidi wa watu ambao hawakubaliki ushahidi wao, kwa sababu asili katika shahidi anayetoa ushahidi anyakuna mangiya, awe ni mtu anayeridhiwa. Unapokuja kutoa ushahidi uwe ni mtu ambaye unafanya nini, unaridhiwa katika hali yako. Fahimu. Allah anasema mimman tardauna minash shuhada na kuridhia mtu anayeridhiwa anakuwa ni mtu ambaye ana uadilifu waridha, inama yakunu biladala, ili watu wakuridhie, ni uadilifu wako fahimtu meekwan. Je, wa hal takfi al adala al zahira, uadilifu wa dhahiri unatosha? kwamba huyu fulani namuona yuko vizuri, safi kabisa, ana shida ngoja nimfanye kuwa ni shahidi, au lazima upatikane uadilifu wa wazi? Masala yana maneno mengi pa, kwa sababu kama uadilifu wa ndani unahitaji mtu anayetolea tazkia, na asli alhukmu bidhahiri, ni kuhukumu kwa dhahiri, yaekwan mpaka itakapokuja karina ambayo ina tia wa wasiwasi katika uadilifu wa mtu. Kwa hiyo asili mtu anakuwa ni nini, yuko vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la tajuzu shahadatu khainin, haifai ushahidi wa mtu mwenye khiana, mwanamume, wala khainatin, wala mwanamke. Mwanamke mwenye khiana ushahidi wake haukubaliki. Mwanamke ambaye ana khiana si mwadilifu. Fahimu, mwanamke mwenye khiana, mfano anatoka nyumbani, nyumba ya mume wake bila ruksa, huyu ushahidi wake haukubaliki. Hapa hapa tutakubali ushahidi wa nani? Hapa mwanamke anatoka nyumbani kwa mume wake bila ruhusa, hiyo ni khiana. Hata kama unaona inaonekana sio kubwa, lakini khiana Unatokaje nyumbani kwa mume wako bila ruhusa? Unatoka hapo waenda mjini au sokoni? Sokoni si lazima uende na mahali kwa sababu siyo safari, sio. Lakini usitoke bila nini? Bila ruhusa. Hiyo ni khiana. Mwanamke unaongea au una chati kwenye simu na mtu ambaye si mume wako. Hiyo ni nini? Na wewe na mume wako ni khiana. Eh, Mwanamke unaingiza watu ndani ya nyumba ambao mume wako hawataki, hizo zote ni aina za khiana, sura katika sura za khiana. Eh, mwanamke anatoa siri za ndani ya nyumba, siri katika vitu ambavyo wanavyo, ani wametainiwa navyo. Wake zetu ni kutoa siri, lakini hata wanaume siri, siri inaharibu maendeleo, siri inaharibu nini, kutoa kutoboatoboa si kunaharibu maendeleo? unarudi kwa, kwa, kwa, kwa, unarudi nyumbani namwambia mke wako mwambie alhamdulillah, mke wangu e, leo nimepata nime, nime, nime hela nime nzuri. Kuna mtu alikuwa anamdai amenilipa milioni zangu mbili, kwa nataka tukanunue kiwanja naelewa tununue kiwanja Siku akija darasani hapa anaanza kuwashawashwa aongee tu. Mm, jamani, alhamdulillah, eti mama fulani, hujasikia mtu anauza kiwanja? <laughs> Yani nakwambia alhamdulillah, maisha haya simenielewa, eh jamani, nami niwe na kwangu. Una nini wewe? <laughs> A, si baba fulani amesema tuangaliangalie kiwanja, ukisikia mtu anauza kiwanja niambie. <laughs> alikuwa anadai mtu huku, kampa milioni zake mbili, anatoka. Wanawake pale na wao wanaenda kuambia waume zao, "Hmm. Jamani, wenzetu wanapata maendeleo, si tuko humu humu tu. Unaelewa? kwani maendeleo gani? si mwenzako anampata hela anataka kununua kiwanja. mekakatu nani huyo? Fulani, baba fulani anataka nunue kiwanja alafu namdai. Kumbe katika wale ambao wamepewa siri kuna naye kudai, ngoja ni mwai kesha naye alhabibi, nimejia deni yangu nadaiwa laki sita leo na naona aibu. Unampa ununui tena kiwanja hizo la milioni mbili zimepungua. Kwa nini? washo washo ka umvea, kwa sababu ya kutoboa siri. Huyu e, e, e, e, kawashawasha, kaenda kaongea, kazungumza mbele ya watu wanaokudai. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan eh, hii ni katika mambo ambayo akina mama huwa wanajisahau sana katika kutoboa nini, ni, ni, ni, toboa siri, fahimtum. hata sisi lazima uwe yani, hmm. la we, la we, na wewe unajitenge yani, kuna siri unaweza kukaa naye wewe mwenyewe kwamba hii la la huyu huyu yule ula ile, fahimtum eh. Namwambia mwanamke b bana eh, alhamdulillah, nataka nifanye mathna kiamu laili kukupigia ya yarabbi ya mtilie uzito huyu mwanaume simenelewa aja nilipa mali yangu e, mpaka nilipe. Fahimtum kwa kwai, alhasil ikwani si. Kwa hiyo wanawake wengi huwa wanajisahau katika mambo haya, ndio maana unakuta mambo mengi hawaendelei, kwa sababu wanayatoboa nini, si. Lakini unaweza kuwa ukayasema mbele ya mtu asiyekudai, ila yakapatwa na hasadi na vijicho. Allah atuhifadhi akwa kwa hiyo haifai kwa mwana, kwa kukubali ushahidi mwenye khiana, kwa sababu hawa wametiwa dosari katika uadilifu wao. Mtu mwingine wala majuludin hadda, haifai ushahidi wa mtu aliyetandikwa bakora kwa sababu ya hadd, adhabu ya nini? Ya hadd, adhabu ya hadd. Unafahamu mtu anapokuwa mezini kama hajaoa anatandikwa nini? Bakora, eh. Au mtu amekunywa pombe anatandikwa bakora. Sasa mtu aliyetandikwa fimbo kwa sababu ya haji ya adhabu ya, ya, ya, ya, ya kisheria, huyo haikubaliwi ushahidi wake, wanasema Wa ahlulilmu. Lakini kuna khilafu, kuna wengine wanasema ushahidi unakubalika kwa sababu hadd atakuwa pia ni ametubia, ametubia. Akiwa <tuhua> akitubia unakubaliwa ushahidi wake, lakini yote hayo yanatia dosari katika uadilifu wao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala dhi ghimrin ala akhi, au kubali ushahidi wa mtu ambaye ana chuki kwa ndugu yake. Ghimru ni hiki chuki na ghil kwa ndugu yake, kwa sababu akatumia hii ni njia ya kuipinga kisasi Tumeneelewa ana chuh eh, wewe Diyami, ya, ya. <gibu> <uishaidimpa kuna pitiliza. gibu> I, mtu alikudhulumu kiwanja alafu kafungwa alafu naitiwa kwamba uwe shahidi yake, unatoa ushahidi mpaka unapitiliza, hii ni jambazi. Kumbe mtu alikudhulumu elfu tano eh bana, isiwe ndio wewe shahidi yangu, uwe shahidi yangu kwenye hii kesi. Fahimu tu mwekwa, una chuki alikudhulumu elfu tano kweli, unaenda kuwa shahidi kwenye, kwenye milioni tano na kwambia ndio mbazi hili limekula hizo, yani hizo milioni tano mimi mwenyewe nilishanidhulumu. Kumbe kakudhulumu ngapi? elfu tano. kwa hiyo wewe una chuki tu, meenelewa eh? au wewe ni chuki tu zinatokea tokea tu ambazo hazina kichwa wala miguu. Naenda kutoa ushahidi kwa sababu mwenzako alikukosoa kwenye jambo umemwekea chuki. Naenda kutoa ushahidi kaa ana adabu da, nini ni chuki na kupelekea wewe kuchupa mipaka na, ku, na kutokuwa mwadifu katika wewe, njo njo hapo. Uh, kisha akaendelea akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam Wala dhanin fi walain wala qaraba adhanin almuttaham, wala mtu ambaye anatuumiwa fi wala, hii fi maana yake fi walain bisababi walain wala qaraba, au mtu anayetumiwa kwa sababu ya wala au karibu, kwamba huyu unaenda kumtolea ushahidi baina yako wewe na yeye kuna ukaribu wa nasabu wa udugu, au kuna ukaribu kwa sababu ya wala, alwala, sinajua labda mtu umesilimu kwa mikono yake yeye, ndio sababu ya wewe kusilimu, au yeye kakuunga kwenye kabila lake, kwamba wewe mwenzangu a au meapizana e, na mengineyo kwamba nyinyi mna ukaribu kwa hiyo, unapokuwa mtu uko karibu naweza ukamili kwake kwenye ushahidi wa uongo. Kwa hiyo hayo yote yanatia dosari katika nini, katika ushahidi. Kisha akasema wa, wala alqani' min ahli albayt, wala yule mtu ambaye ni wa mle ndani ni wa pale nyumbani ni wa, ni wa nyumbani kwao yaani kama vile muhudumu ule ukaribu wa kuwa karibu katika nyumbani, yaani ni mtu ambaye anayekuja kukutolea ushahidi ni mtu wa kwenu, ame, amekulia kwenu, ni katika wahudumu, ni mtu ambaye mnaishi naye, huyu pia ushahidi wake haukubaliwi, yaani ushahidi wake haukubaliwi kwa sababu inawezekana ule ukaribu wenu ukampelekea kumili kwako wewe, hata kama haustahiki hilo. hiyo haki waye mti mawekwaa